Na mtazamaji, na wazazi katika kaunti ya Busia na nchi nzima kwa ujumla wamehimizwa kuwa makini na wanawao wa msimu huu wa likizo, na kuwatahadharisha dhidi ya matumizi ya bidhaa mbadala za mihadarati zenye ladha mbalimbali zinazotajwa kuwa salama. Jane Cherotich anaarifu zaidi. Huku eneo la magharibi likihofiwa kuongoza katika matumizi ya mihadarati, hamasa inazidi kutolewa ili kukomesha uraibu huo ambao umekuwa kero kuu katika sherehe za kustaafu za naibu mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mtakatifu Stefano Bujwanga iliyoko katika eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, maswala ya mihadarati yalizungumziwa kwa kina. Naibu mwalimu mkuu huyo mstaafu ni mkereketwa wa maswala ya kudumisha afya ya umma na mazingira kwa kupigana na matumizi ya tobako, akijivunia tuzo mbalimbali kutokana na juhudi zake. Uvutaji ni haramu, uraibu ni maradhi licha ya kuwa naibu wa mwalimu mkuu katika shule hii, Gitali amekuwa balozi wa kupigana na matumizi ya bidhaa za tobako na kudumisha nidhamu shuleni humo, katika shule zilizo karibu na hata miongoni mwa jamii, wakiwemo wavuvi. Alimiminiwa sifa hapa wakati wa sherehe za kustaafu kwake. moyo wako mashakani, uwe tayari kujuta hapa Wanafunzi wanasambaza jumbe za madhara ya madawa ya kulevya kupitia kwa nyimbo na shairi alizotunga kwenye kuta shuleni humu. Picha za madhara ya tobako zimepachikwa kote ili kusambaza jumbe za madhara mara kwa mara. Lakini sasa jambo ambalo, changamoto ambayo inatukumba sasa na tunapigana nayo vilivyo, ni bidhaa badala ambazo zinatajwa kama bidhaa salama na si salama, bidhaa ambazo hazitoi moshi wale yale makampuni ya tumbako yanawahadaa watu ya kwamba sasa bidhaa ambazo hazitoi moshi ni salama, kwa sababu wanaona watu wanaacha uvutaji. Tumekuwa na vikao vingi sana, amekuwa na vikao na walimu, amekuwa na vikao na wanafunzi na hata wazazi, amewahudumia wakikuja hapa kwa mikutano mbalimbali. Uh, akitoka hivi ni pengo ambalo tuko nalo hamasa kwa wavuvi ambao wanaaminika kusafirisha mihadarati na bidhaa za tobako kutoka nchi jirani ya Uganda imechangia pakubwa kupungua kwa hulka hiyo miongoni mwa wanafunzi na jamii kwa jumla. Unakumbuka ya kwamba hii shule iko karibu na mpaka, na kwa wingi huwa tunapata sehemu kubwa ya mihadarati huwa inatokea katika nchi jirani. So amekuwa akihusisha wale wavuvi ambao wanaenda mpaka ndani ya uh, ile nyingine wakivua samaki, na wengi wao kwa ujumla, wengi wao huwa wanakuja na hizo mihadarati. Kenye nimesoma ni kwa mwalimu Gitali ameweza kutusaidia sana kwa kutuelekeza jinsi vile tunakaa hapa shuleni, na tena kwa, kwa tukiongelea mihadarati, ameweza kutuhimiza tukaweze kuepukana na swala la mihadarati na tukaweze kuwa wanafunzi bora, kwa sababu ile mihadarati zinatuletea magonjwa na akiweza kutuambia kwamba tunapofanya tu, tunapofanya uamuzi tunapo wowote wa tuangalie uamuzi huu una una nini katika maisha yetu. Je, una the side effect ya hii, ya kitu ambacho tunapanga kufanya. Jane Cherotich, runinga ya Citizen Busia. Naam, mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo toka tuchukua mapumziko mafupi kutoka Busia, tutarudi na mengine zaidi baada yamd